Yatakuwa yanatuzungumzia sisi sana kama watu ambao tunazungumza tukiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Umoja ni jambo zuri lenye baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ila ni jambo lenye vita ni jambo ambalo lina vita katika maeneo haya ambayo nimeyatamka kwamba katika kanisa la mahali pamoja, mtu mwenyewe binafsi na hata makanisa kiujumla, kama yalivyo na kama vile Mungu alivyoyainua, ni tatizo kubwa. Ukiangalia kwenye familia. Umoja ni kitu cha kwanza ambacho Mungu alikusudia toka mwanzo kwamba familia ziwe kitu kimoja. Ukianza ndoa na wale wanaofuata katika ndoa wote wanatakiwa wawe katika swala hili la kukaa pamoja, na unajua umoja huu sio umoja tu, kwa sababu unaweza kuzungumza kama umoja, lakini ni umoja wa Kimungu, ule umoja wa Kimungu, ule umoja wa kweli wa Kimungu ambao Mungu ameamuru kwamba huo unazo baraka zile za Mungu, ule umoja ambao Mungu ameamuru ambao unazo zile baraka za Mungu. Ukisoma kwenye Zaburi ile ya mia moja na thelathini na tatu kwanzia mstari wa kwanza na kuendelea, unaona jinsi ambavyo hatima ya kuwa na umoja na kufanya kwa pamoja. Biblia inaeleza jinsi ambavyo Mungu ameamuru baraka. Mungu ameamuru baraka. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu halijipingi. Alichokitamka Mungu amekitamka. Mungu anaposema kwamba watu wakija kwa pamoja, wakawa na mamoja katika kufanya kwa pamoja, baraka imeamuriwa. Na baraka iliyoamuriwa si kwa sababu itakuwa nini? Itakufuata. Hutazitafuta. Huwezi kuzitafuta. Zitakujia tu. Kama wewe umekaa kwa namna ambavyo unakaa pamoja na kufanya pamoja, kunazo baraka zitakutafuta mwenyewe, hazitakufuata. Maana neno la Mungu halijipingi. Tunataka baraka hata siku hizi za leo katika maisha yetu. Tumeendelea kuona katika kuanza kwetu kusema haya au kujifunza juu ya umoja huu katika kanisa na tuliona eneo ambalo lilikuwa na uhusiana na, na usiwekee msingi wako katika maamuzi yatokanayo na hisia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwekee msingi maamuzi yako yatokanayo na hisia zako. Nikasema kila mmoja wetu anazo hisia hisia Mfano wake mwingine ni ule kukanyagwa au kujigonga mahali, unahisi na kusikia maumivu. Unasikia maumivu. Sasa, kuna namna fulani hisia zetu zinaweza zikaguswa kwa sababu ya kile ambacho tunakisikia kwa sababu ya kile ambacho tunakiona au kutendewa, tunatendewa na Biblia kwenye kitabu kile cha Wakorinto ya pili sura ya tano mstari wa saba anasema maana twaenenda kwa imani si kwa kuona, maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Kwa hiyo unaona, imani imepewa fursa, imepewa heshima na maandiko kwamba mtu aliyemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake Biblia haimpendekezi kuenenda tofauti na kuenenda kwa imani. Anaposema ya kwamba si kwa kuona ni kwa sababu ukiona vitu, ukiona vitu unalisha hali yako ya ndani na unaweza ukaona ukaona vitu visivyofaa, ukaona vitu ambavyo katika kuviona vinakuwa kinyume na wewe yaani, vinapambana na wewe, vinakufanya wewe si kitu, vinakudhalilisha. Kitendo mtu anafanya, lakini hicho kitendo alichofanya kwa sababu umeona kwa macho tayari, ndani yako inakufanya wewe sio kitu, ni kama tu mtu ambaye amepigwa na kitendo kile kilichofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana anasema eh, tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Unajua kuona na kusikia vyote viko katika kundi moja. Unapoona kitu, unaposikia kitu, vyote viko kwenye kundi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na maisha ya watu wengi hata wa Mungu maana nizungumza hapo nyuma kwenye mafundisho tulioendelea, tukasema kwamba kuna ule utu wa kale au mwenendo wa kale ambao ndiko unaotumika hata ulimwenguni hata leo, kwamba mtu akiona mtu akisikia, hapo ndipo mahali mtu anajua kwamba hata mimi nitaweza kumfanyia mtu huyu kitu fulani, kwa sababu nimeona na nimesikia. Lakini sisi tunaambiwa tusienende tena na utaratibu huo kwa sababu tunahitajika kuenenda kwa imani. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Iwe uko kwenye ndoa, iwe uko kazini, iwe uko kanisani, uwe uko kwenye jamii, usijaribu kuenenda na kufanya maamuzi kwa kutumia hisia zako. Ukitumia hisia zako zina madhara mara nyingi, na watu wamefeli kwa sababu ya eneo hilo, kwamba hata kama tu watu wa imani tunaosema tumemwamini Yesu Kristo bado hatufanyi vizuri katika maeneo mbalimbali mbali. Hatufanyi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia zaidi kuona, kusikia, tunatumia zaidi kuona na kusikia hatutumii imani. Na Mungu anatutaka tukapate kufanyika ni watu wakuu, watu wakuu ambao watakuwa na uwezo wa kutumia imani badala ya kutumia kuona na kusikia na vile tunavyotendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. unapenda kuwa ni mtu wa imani Unapenda kuwa ni mtu wa imani? Nenda kwa mtindo huu. Anasema kwamba maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Unaweza ukaona mambo mabaya yaliyo kinyume na wewe. Lakini hebu ruhusu imani yako iweze kufanya kitu. Kwa sababu imani itakufanyia kitu ukiachilia imani yako mbele za Mungu. Mungu ataweza kusaidia na ukaendelea kuwa salama bila hata hisia zako kuguswa. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Tuliongelea kipengele kingine kinasema, usisambaze uzushi au masengenyo. Haleluya, haleluya! Ni sumu ya umoja, ni sumu ya umoja. Haijalishi mko nyumba moja lakini wewe chukua kitu cha nyumbani kwako peleka kwingine, wale wa nyumbani kwako watakuwa kinyume na wewe. Haijalishi wewe ni mtu mzuri kiasi gani pale nyumbani, lakini ikishaanza kujulikana ya kwamba wewe unatoa kitu nyumbani kwako, unatoa kitu kwenye familia yako unapeleka kwingine.